Matuku, yes, hii ni Budaboss Live, mali kakinuka, kinuka, tuna kausha and aspake. Mimi ni alka wako wa power nite te Budaboss hapo na mali mupenda kujiachilia, enyi naivili. Mtu wangu nimekuwa nikichambua maze digiri za Willy Paul, mtu wangu, four part series. Part 1 tuliongea kuhusu maze nani akona right ya kujaji. Tumemaliza hiyo story. Part 2 tumeangalia story ya mtu wangu okay, The fact that umebarikiwa, does that mean hauna makosa? Eh? Part 3 tukakuja tukachangamkia buda kuimba ndio kuworship. Part 4 mti wangu tutaka kuchambua hii ngoma ya Digiri. Ai, kama ujaskia mti wangu hizo. Sikia chorus, pewa chorus mtu wangu we we we beat ah beat ni tamu, ahai ah, wao oh, nasema nini? beat ni tamu hapo, content kidogo ndio hata ah, ni ni angalie kiasi, ndio kiasi tu. Nasikiza hii song mzee, imeanza fit mtu wangu. Binguni hakuna degree, hauhitaji hey, degree kwenda binguni hey. Of course nimekaa nikangoja the clincher hey, kufika mwisho nikaanza kujiuliza hey. Nime miss nini. Ikabidi nirudi kwa ile interview the Trend, nitaka ku discover Willy Paul alisema inspiration yake ilikuwa nini, alisema nini, alisema kuhusu hii song yake. na ni ni hata ali Digiri, pia song, hii inaongea in parable sana, but then the thing ni, kikweli, like kwa wale ma praising artist, like I need award ku, ku, make it nuinaongeasaauteiikiweliwaalau eh, hey. Hapo ndio kulikuwa na siri mtu wangu. Uchali amesema hii song iko na parables brother. Hii song kwa hivyo kitu ilipona na tuambia wateni kuangalia hii song kwa face value. Ah ah. Hii song iko na maana ya ndani. Hii song lazima ukue na keen eye uelewe exactly anasema nini. Of course na nikarudi kucheki hii song part 2. Mara ya kwanza nilikuwa naangalia face value nikajiambia hapana. Wacha sasa ni cheki hii song ni ule venye ni make ya bunenze. Mtu wangu, kitu ya kwanza kanipamba na hizo hizo ni mzee, kuna boxing match kwa hii ngoma aniakasema eh hey, Willy Pozee ndio amedunga mzee shot ya blue eh hey, kuna mchafu mwingine atujui ni nani, lakini amekonda huyo chali amedunga shot ya red, ameka mguoko kwa kile hangu. Najiambia ah, huyu ni Willy Paul na shetani eh hey, hii ni fight spiritual mtu wangu eh hey, mwili polo menyorosha mtu hapa mtu wangu hakuna digiri ee, ahitaji digiri piga mtu. Mtu wangu hii ni spiritual warfare, nangoji ile clinta until tufike mwisho ya song, ndio nikajiuliza e? Buda Willy Paul amenyorosha huyu mtu vibaya sana kwa hii video, lakini ref kukuja uja mamenyoroshwa ndiye akainuliwa wina ah. Tena hizi kwa spiritual warfare nyorosha shetani, tena shetani ndio ambiwa ameshinda aje? Sa kidogo kidogo, utali ikiisha, napewa trofi ashindua. Ee boki, watu patiwa belt, watu watupatiwagi trofi, ndo nikajuliza hapana. Nisema, hii ni parable. Wacha kuangalia kwa, wacha kuangalia kwa, hii si boxing mtu wangu, sioi mtu wangu, kajiambia ngoja, hawa ni wasanii mtu wangu hii, hii ni gospel industry brother, hapa wazi wanapigana guoko na, Willy Paul na nyorosha, the best of the best. Willy Paul meji ananyorosha ndio mbad, hakuna msanii anaweza muwai mtu wangu, amenyorosha o chali vibaya. Na ndio ujio mazee, Willy Paul alikuwa anaongea kuhusu mziki. Hivi ndo kitu alisema kio The Trend, na probably hatukusikia vizuri. na na, na, na ia Afrika mzima, mimi ndio the best gospel artist according to Afrima. Wote na chatu ambia I'm the best in Africa, Afrima vimwambia he is the best. Amenyorosha msee, alafu referee amekuja ameawadule mseme nyoresho, amenyoroshwa ni nani huyo ameawadi? Ah, nani huyo ameawadi? Mtu wangu, kama utalia ingili Groove Awards, kama utalia ingili any other award system, nyime aijapatia Willy Paul recognition yake. Anaongea kusurani haje kutubeba hatuitaji digiri kuona kitu anafanya. Mtu wangu, tunajua ukweli, wewe utalia natuambia vizuri kwa hii ngoma, yeye ndio the best of the best ametudisplay here, lakini wale wasi wanapeana the award wameawadi. Wala wasee Willy Paul amenyorosha hands down. TKO. Na wamepatiwa trophy. Waka ikiz. Swali, so unataka kujiuliza ni hii ngoma ni gospel. Nilikuwa najiuliza yo song? Na ile pale nilikuwa nimeotea mazenyo nisemeka hii ngoma ni gospel or not. Ni clincha. Sawa usha tuambia. Awitaji digiri kwenda heaven. Fact. Fact. Awitaji mazenyo nifutumili kwenda heaven. Smimi so, nikangojea mazee the klinca mareza gospel itaingilia maletatuambia what wi ned kuenda heven, diligoja tatuambia hawezi enda heven bila Yesu. Hi is the only way ya kuingia heven yeah? The way the truth and the life, mazee mazi kuujamaa ku tupatie mazee the good news. Nasikiza hapa, Yesu ali come for the sinner kama wewe mazee mali huko. Yesu ali come kukupatia hope. Hawezi nyuria kwa dhambi. Yesu yuko hapo mazee. Uko na access to heaven. Juu Yesu alikaa kama kadai na kafufuka. Nimengoje hiyo opportunity ya gospel. Eh, hey, tuangu. Shanga, kwani kuna volume tu mali ndio ndio ubiri. Volume 1 ni introduction. Haiko. Nimekajiambia mbaye. Hakuna venye kama intention yako ilikuwa ni kupreach the gospel, unge miss hiyo opportunity ya kuambia watu what it requires kwenda heaven. Hakuna venye kama inge kwa hiyo intention yako unge hata, haiwezekani, haiwezekani unless of course, intention yako ilikuwa kuonyesha watu I'm the best and the world systems of Kenya are the worst wanawadala watu nimeshinda, na hata kama watawawadaa watu ukaenda okay, mkijua I am the best. Wacha kutudanganya na hiyo story ya kutuambia oh, wahitaji ya watu kwenda Groove sawa. Io ni kutufunga macho. Siri ilikuwa ni kweli statement ulituambia ya parables, as far as mimi niko concerned, digiri niko nayo lakini inajua uhitaji digiri kuklasify hii wimbo kama ni gospel or not, hauhitaji digiri kuiklasify. Point yangu ni ati. Kwa hii dis discussion yote ni beef, kwani ni beef? Tuko nao watu na beef, mimi siwezi kuwa na beef, beef na Willy Paul. ze point yangu ni simple, wale watu wana look up to, wanatawadhindo siwezi taka wapotee. Niko mo worried over, wala watoi wote wako na following ya yeah, anyone mwenye anakoka kwa limelight. Wewe uko na following ya watu 15 ama 50 million uko na following mtu wangu, na tuwezi taka mtu yote mwenye anapeleka watu in the wrong direction na tusemi, wacha tuone watu watu wa kaerada, kila mtu ajiamulie, lakini at least ukweli ukweli utakuwa umeambiwa. So, mtu yangu. Yo series ilikuwa ni simple na ilikuwa tu ni kubring ukweli to the fore. Watu wajiamulie, watu wajinaise. Nic namupenda kujiachilia vyenye naifil aspake. Facebook, Twitter, Instagram, at Freddie Budaboss. Tuchapiane YouTube channel Budaboss Live. Subscribe kuruka FB page yetu Budaboss Live, like follow, usikose kushare uhondo, mti yangu. Usisahau kuchangamkia uh, website yetu www.budabosslive.co.ke kucheki zile stories ziko huko zenye tutapagi mazee kwa hii e senema au sio? mti yangu, us usikose baraka. <laughs>